Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Mheshimiwa Freeman Mbowe akimkabidhi kadi aliyokuwa mbunge wa Kigoma Kusini Mheshimiwa David Kafulila katika mkutano mkuu wa kanda ya Ziwa Victoria jijini Mwanza. Na katika hatua ya pili leo tunampokea rasmi tena Mheshimiwa David Kafulila ambaye amerudi kwenye chama alichokuwa amekizoea aliyeshiriki vile vile kukijenga. Mheshimiwa Kafulila katikati alipata ajali ya kisiasa, lakini tunamshukuru kwa kwenda chama cha Mapinduzi, akaenda chama kingine cha upinzani, jambo jema, lakini leo wameona yeye mwenyewe arejee zaidi Chadema. Kamanda. Kwanza kabisa kwanza kabisa ni kushukuru sana kamanda, ya mwenyekiti Mheshimiwa Freeman Mbowe kwa heshima kubwa sana ya kunikabidhi kadi kwenye kikao au mkutano muhimu na ngazi ya juu kama huu, kwangu mimi naona ni heshima kubwa sana asante sana. Lakini pia ni kushukuru wajumbe wote wa secretariat pamoja na kamati kuu na viongozi wote wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, wakiwemo mawaziri wakuu wastaafu, Mheshimiwa Lowassa, Mheshimiwa Sumaye, wajumbe wote ambao, wazee wa kongwe kina Baregu na kadhalika, kwa namna ambavyo umeendelea kukijenga cha chama hiki ambacho kwa kweli mimi hiki chama ndio nyumbani kwetu haswa kiti na kuhakikishia kwamba hiki chama ndicho ambacho kilimtengeneza hivi nilivyo, hata watanzania wakanifahamu. Kwa hiyo ni heshima kubwa sana ambayo siku zote nimekuwa nikiiona, kwamba wakati nilipojifunza kuanza kufanya siasa nikiwa na rafiki zangu kina Mnyika, tuko chini ya mheshimiwa Mbowe, wakati huo chama hakijawa hivi. ninaona kwamba sifa zote hizi na heshima yote hiyo ambayo nimepata kokote kule ambako nikopi nilikopita ni kwa sababu ya kutengenezwa na chama hiki. Hiki chama Waheshimiwa wajumbe, ni chama cha mapambano, ni chama cha makamanda, na ndio maana kunasema kwamba huwa hakuna kulala. Nikiwa ndani ya bunge kwa miaka mitano spirit yangu ilibakia ile ile ya Chadema hata kama nilikuwa nje ya Chadema, lakini ilibakia na spirit ile, ile ya Chadema. Ndio kwa sababu huko ndiko ambako nilipata msingi wa kutengenezwa kama kijana mwanasiasa. Mheshimiwa wajumbe, na neno moja tu la kusema, ukiwa ndani ya treni inawezekana usione speed ya treni au ukiwa ndani ya gari inawezekana usione spidi halisi ya gari ambayo umo, lakini aliyoko nje anatazama spidi ya ile gari, ndio anaweza akajua ni kwa kasi kiasi gani gari hiyo inatembea. Mimi nikiwa nje ya Chadema, inawezekana makamanda ambayo mpo ndani mkaona pengine spidi ni ndogo sana, lakini um, ukiwa nje unaona kabisa kwamba Chadema ni chama ambacho kwa spidi yake pamoja na vikwazo vyote kina uhakika wa kushinda dola uchaguzi ujao. Mheshimiwa, makamanda, mwenyekiti amewaambia kwamba hapo <laughs> katikati ilikuwa ni ajali ya kisiasa. Ni kweli ni mambo ambayo kwenye siasa yanaweza kujitokeza, lakini kitu kikubwa kabisa ni kujifunza na kujua nini cha kufanya baada ya ajali. Kwa sababu kuna wengine wanapata ajali wanapotea kabisa moja kwa moja kama mm hao -hmm. ambao kimbia CCM. Kwa namshukuru sana Mheshimiwa Freeman Mbowe pamoja na uongozi wote, kuanzia wajumbe wa kamati kuu wa bunge ambao hata kabla sijachukua kadi siku ya leo niliona kwamba imani yao kwangu kama mpiganaji mwenzao bado ipo na haijapotea na kwa hiyo ninajisikia, ninajisikia amani kuwa kwenye timu ambayo pamoja pikwazo mikubwa, na vikwazo vikubwa na milima mikubwa mbele yake, lakini iko determined kuchukua dola hivi karibuni. Sina mengi zaidi ya kuzungumza, najua huu ni mkutano wenye wangazi ya juu. Nimepewa dakika tatu kwa heshima kwa, kwa pekee Nakushukuru sana kwa sababu katika hali ya kawaida ningeweza kuchukua tu kadi mimi mwanachama wa kawaida. Nashukuru sana wajumbe pia kwa kuvumilia, kunisikiliza mkutano mkubwa kama huu, na nasema na naahidi kwamba niko tayari kutumika, kufanya kazi, kufanya mapambano. Niko determined, nina hasira kweli na serikali. Kuna watu wako tayari kufungwa na chochote kitokee Mwenyekiti, mwenyekiti, wewe ni ni ni ni mtume mtume tu. Nani mimi? Mimi wote, lakini lazima tushinde. Asante sana. <laughs> Nikiripoti kutoka jijini Mwanza, ni mimi mwana habari wako Abdul Karim Hussein Muro.